Na story yote ambayo yenye uma kutana naye na ku, ikakuumiza sana, ni story gani? si wa ulifanyaje? walikuwa na msichana hey, mwingine eh, walikuwa wanafanya nini wakati uliwapata? Ulivilaje kama wenyewe wanasemanga uliyesiwa rembo Semaje Papa Rona TV wale watu ambao wanasemanga kwamba waluya si wa rembo Sentry, unatoka wapi? Western. Kutoka Kakamega, Lugari. Lugari. Wewe ni mluya, hey, mluya. Siri ni gani? Tupatie 360 wale watu waone kama wenye wanasemanga we waluya si wa rembo. Shika hiyo nywele. Semaje Papa Rona TV wale watu ambao wanasemanga kwamba waluya si wa rembo na mimi nikuulize hey, uh, we uko na x hey, niko na x na neno tu moja mba unasambia kiswako nazaambia kiswangu. Sasa hizo muhitaji kwa maisha yangu ju amenitesa sana. Alikutesaje? alinipea mimba na kaniacha na mtoto. Na maybe wewe ulikuwa bado ulikuwa unampenda? Leo hivi ex wako ametokea na milioni moja anataka umpendane tena utakubali? Na story yote ambayo yenye umai kutana na yeye na ikakuumiza sana ni story gani? Ulifanyaje? Walikuwa na msichana mwingine? Eh, walikuwa na msichana mwingine. Maybe walikuwa wanafanya nini wakati uliwapata? Ulivile aje sasa? Leo hivi tumeweka hapa wasanii wa western wa Luya wawili, tumeweka bacoboi, tumeweka na matata tf tu, nani mkali kwao? Bachoboi mkali, yeah. Nani kuliza, the last time umepeana yo kitu ikapikwa vizuri sana, ilikuwa weni <laughs> yeah, ilikuwa wewe, unapenda tribe gani wanaume? Waluya ndio wanajua kupika hiyo kitu. Parada TV, maybe tupatie 360 ya mwisho <laughs> <laughs> Sasa utuambie, social media, watu wakupata je na wapi? TikTok, Facebook ila mahali rengi leo, tumekuwa na msichana wetu mrembo sana kutoka Western Lukari.